Hey, mambo vipi? Karibu sana. Leo katika video hii ndani ya Microsoft Word kuna vitu viwili nitakwenda kufahamisha jinsi gani ya kuweza kubadilisha aina ya font, lakini pia jinsi ya kuongeza size ya font, ukubwa wa maandishi yako katika document yako ndani ya Microsoft Word. Baada ya kuweza kuselect neno ama sentence ama paragraph ambayo unahitaji kuweza kubadilisha eh, text maandishi yako yachukue font aina nyingine, una uwezo wa kutumia njia mbili. Kwanza utakapo highlight tu kuselect hayo maandishi yako, itakuja hichi kibox hapa. Utakuwa na uwezo hapa hapa kubadilisha aina ya font kwa kuklik hii triangle ambayo imelekea chini, itakupatia font zote ambazo unazo katika kompyuta yako, na utaweza kuona hizi font kila utakapokuwa na hover na kufika katika ile font ambayo unahitaji. Let's say mimi nahitaji kuchukua hii Times New Roman ndio ambayo nahitaji kuitumia hapa, so utaklik, na tayari utakuwa umeweza kubadilisha font katika maandishi yako. Lakini pia kuweza kuongeza size, unaweza kuklik hapa na ukachagua size ambayo unahitaji, kama hivi ambavyo unaona. Lakini una uwezo pia wa kuandika wewe mwenyewe hapa value ambayo unaihitaji, okay, na ukachagua. Mimi nahitaji uone ukubwa huo, kama hivi okay, kwa wewe mwenyewe na size ambayo unahitaji kuweza kuitumia katika maandishi yako. Hii ni njia moja hapo nimekuambia ya kuweza kutumia ichi kibox hapa, as a shortcut, kuweza kubadilisha font na kuweza kubadilisha size ya font zako. Lakini pia una uwezo wa kuselect maandishi yako, ukaja huku juu katika tabu ya home, na ukaja hapa, unaona kuna e, hii group ya font hapa, ukaklik katika hichi triangle, zikashuka hapa, font zote ambazo zinapatikana katika kompyuta yako zitaweza kuonekana hapa na utaweza kuzitumia. Kila utakapokuwa na hover katika hiyo font utaona maandishi yako yanabadilika, yanachukua aina ya hiyo font. Kwa hiyo unaweza kuangalia font ambayo unahitaji ukaweza kuiselect. Lakini kama kuna font ambayo unaitumia na unaifahamu jina lake na unahitaji kuweza kuitumia hiyo, unaweza kusearch hapa kwa kuandika jina la hiyo font, let's say Times New Roman kama hivi na no, ukaweza kuipata na no, ukaklik enter na tayari ikawa imeweza kuweka Eh, aina fonti hiyo katika maandishi ambayo uliweza kuyaselect. Na size pia unaweza kuja katika home tab, ukaja katika hii eh, sehemu ya font size, ukaklik hapo kuweza kuchagua hizi ambazo tayari zipo by default, au ukaweza kuandika mwenyewe size ambayo unahitaji kuweza kuitumia. Okay then, baada ya hapo uta select na tayari utakuwa umeweza kubadilisha aina ya font, lakini pia size maandishi yako kuwa makubwa ama madogo katika dokumenti yako so vile vile kabla ya kuweza kuandika neno lolote, unaweza ukaselect kwanza aina ya font ambayo unahitaji, alafu baadaye ndipo kuanza kuandika katika hiyo document yako. Sio lazima kwanza uandike alafu ndipo uje ku highlight alafu uje kuingiza hiyo font size ama uje kuingiza hiyo aina ya font katika hayo maandishi. Unaweza kabla ya kuanza ukaweza kuset kwanza unahitaji kutumia e, maandishi aina gani, font gani, lakini pia saizi yake iwe ngapi, na ukaanza kuandika maelezo yako ndani ya hiyo dokumenti yako. So leo sina la ziada, nilihitaji tu kufahamisha namna gani ya kubadilisha aina ya font, lakini pia ukubwa, kuongeza au kupunguza, katika hayo maandishi yako kwenye dokumenti yako ndani ya Microsoft Word. Asante sana, like video hii, share na wengine wapate kujifunza. Mimi na wewe tukutane wakati mwingine, katika video ijayo tutakapokuja kujifunza kitu kingine. Asante.